mara unakuta anasema wasabiqu kimbilieni muwahi. Mara unakuta katika alquran anasema limithli hadha faly'amalil 'amilu, kwa ajili ya jambo kama hili watende watendao. Mara unakuta anasema wafi dhalika falyatanafasi lmutanafisun. Kwa hiyo hii dini yetu ni maidanu sibaq, ni uwanja wa mashindano kuliko wanavyotimua wa watu mbio wakashindana katika resi na kuliko wanavyoshindana watu katika aina mbalimbali mbali za mashindano. Mashindano mema ya kheri mazuri ni mashindano juu ya akhira, mashindano juu ya dini. Na ndio maana waliotokea wa mwanzo wakachukua nafasi nzuri, neno lilotumika kwao ni assabiqun ina maana ya kwamba istabaku fasabaku, walishindana na wenzi wao wakashinda. Alistibaq ni kushindana, na asabq ndo kushinda kwenyewe, ukawa umefika wa mwanzo. Allah ametaja katika sura tul waqi'a makundi matatu, wa kuntum azwajan thalatha, ina maana ya kwamba akhira patakuwa na ashabul maimana na kutakuwa na ashabul mashama Alafu kuna asabiqun wasabiquna asabiqun na hao ndio almukarrabun, sabaku ghairahum, hao ndio wamewatangulia wenzi wao, wakawa mstari wa mbele, wakafika mwanzo katika radhi za Allah, wakafika daraja za juu. Kwa hiyo kushindana, Allah anapenda, kama wanavyoshindana watu leo katika dunia, na ni katika alama za kiyama watu kuwa, yatatawaluna fil bunyan wanashindana katika kurefusha jengo, huyu jengo lake refu, basi tajiri mwingine atasema nami langu mimi ni refu kuliko la huyu. Mwingine kafanya fahari katika shughuli yake, basi atatokea tajiri aseme nami nataka niipindue harusi ya fulani katika fahari. Kama yeye aligawa majiko ya gesi, kila mmoja akapoa jiko la gesi katika washiriki wa harusi wote walikwa, basi mimi nitatoa kila mtu gari, gari moja Usione la ajabu kusikia maneno kama hayo. Kuna matajiri katika nchi za wenzetu huko, hafla ya watu mia mbili tu, mia tano wana uwezo wa kumnulia kila mmoja gari, na akahisi kwamba kwa hilo kanyanyua jina lake na fahari yake. Fahari kwa kee, na thamani na ushindi katika fahari ina thamani na kunyanyuka jina lake kwa kwa kee, hilo lina thamani kuliko gharama zote hizo atakazotoa. Wako matajiri wakubwa duniani kao kuna atabari. Atabari ni kule kushindana katika ulishaji wa watu, na mtume kakataza taamu lmutabariyain, chakula cha wawili wanaoshindana. Maana wakati mwingine watu hushindana katika harusi zao, walaim zao. Dini yetu si dini ya fakhri, dini yetu ni dini ya ikhlas, dini ya viwango. Kila letu linatakiwa lifanye bilqasdi

hushindana waajiriwa kila mmoja vipi, yeye atakuwa na ukaribu zaidi mbele ya bosi na atapendeza na mpaka wakatiliana fitna. Katika uwanja wa dini mbele ya Mola wetu, hatuna nafasi ya kutiliana fitna, nafasi ya kwamba wewe unyanyuke si umkanyage mwenzio umwangushe, lakini nafasi iliyoko kwenye dini ni nafasi ya kuwahi kukimbilia katika kheri na kuwatangulia wenzio ukawa wewe mbele na wengine wakawa nyuma katika uwanja huo wa mashindano. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ndio tunaikuta al aya inasema, hao wanaoabudiwa wengine wanaoabudu malaika, kumbe hao waabudiwa wenyewe, kila mmoja anatafuta ukaribu zaidi mbele ya Mola wake, yaftaguna alwasila wanaitafuta njia ya kuwakurubisha mbele ya Mola wao. Kila mmoja anataka aone yuko karibu, wanashindana. Ayyuhuma aqrab, yupi kati yao atakuwa karibu zaidi. Malaika wanashindana na waja wema, waheri walishindana, na masahaba walishindana. Umar alijaribu kushindana na Abubakar na mwishowe akajua hamwezi na Abubakar alishindana, akahakikisha kwamba atatokea mwanzo katika hu umma. Kwa, kwa hiyo ni maidanu sibaq